Karibu kwa taarifa zetu tuandamani hadi tamati. Polisi katika eneo bunge la Konoin kaunti ya Bomet wamemkamata mwanamke mmoja anayedaiwa kumuua mwanawe mwenye umri wa miaka tisa na kumjeruhi mwingine mwenye umri wa miaka kumi na nne baada ya kuiba matunda kutoka shamba la jirani. Kulingana na kamanda wa polisi wa Konoin, Joan Chepkemoi ambaye ni mkazi wa aliwapeleka watoto hao katika hospitali ya Longisa kuwatafutia matibabu. Baada ya kutekeleza uhalifu huo, msichana huyu aliaga dunia baada ya kufikishwa katika hospitali hiyo, huku ndugu yake akiwa na majeraha mabaya. Alitumia miti kupiga mtoto na msichana aliweza laswa hapo lakini hakuweza kufaulu. Tarehe saba, siku ambayo ilifuata, huyu mtoto alipoteza maisha. Hapo ndo tulipata habari na tukaweza kutembelea hospitali ya Longisa na kupata fakti kuhusiana na hiyo maneno imefanyika, na tukaweza shika huyo mama, na kweli mtoto mmoja bado anaendelea na kutibiwa katika hospitali ya Longisa. Kwa kudiscipline watoto, nafaa tusipie watoto na mwiko ama tunachapa na vimbo. Kwa zingine tunafaa kuongelesha watoto wetu hili, na hila watasikia. Si lazima eti unachapa mtoto vile unataka, alafu tena uta, utajikuta ume, umepelekwa mahali pengine, tume ya kupambana